Habari za leo, karibu tena, katika chaneli yetu Sabo Clinic, ya Sabo Kliniki naitwa Dr. Jimmy. Ana leo tutaongelea faida za mbaazi. Mbaazi, mbaazi tunasema mbaazi ni jamii mojawapo ya kunde ambayo inaota katika sehemu nyingi nyingi hapa za Afrika lakini pia hata hapa nchini kwetu. Sasa wengi, mara nyingi tumekuwa tukitumia mbaazi na wengi hatujui faida za mbaazi ni zipi. Ndugu zangu, kama hujui faida za mbaazi, basi hapa na kusogezea faida za mbaazi. Faida namba moja ya mbaazi huwa inadhibiti uzito. Kwa nini inazuia uzito, inadhibiti uzito kwa sababu ina fiber au tunasema ina nyuzinyuzi nyuzi, kwa hiyo ukila mbaazi au ukitumia mbaazi basi, muda mwingi utajihisi tumbo lako limeshiba. Kwa hiyo ukishajihisi tu tumbo lako limeshiba basi ndugu yangu itakuwa ni chanzo kimojawapo cha ja kutoweza kutumia a, kutumia vyakula vyenye mafuta, vyakula vyenye wanga na vyakula vyenye sukari, ambavyo automatically ndio vikubwa sana ambavyo vinakupelekea changamoto a, ya uzito kupita kiasi. Kwa hiyo mara ya kwanza ni kudhibiti uzito kupita kiasi, lakini faida ya pili inaboresha afya ya mfumo wa kinga kinga mfumo mfumo wa kinga, vitamini C zinki, a, ni mfumo wa vitamini na muhimu sana kuimarisha ule kinga. Pia hii inasaidia kupambana na magonjwa na maambukizi na mbalimbali kwa kinga, kwa sababu pia ina vitamini C. Tukiongelea vitamini C C, basi moja kwa moja tunagusa uh, ule mfumo wa kinga. Kwa hiyo ni nzuri sana kwa sababu inaimarisha ule mfumo wako uh, wa kinga kwa sababu ya vitamini C na, uh, na zinc. Kwa hiyo kuwepo kwa zinki na vitamini C itakusaidia wewe kuweza kukulinda juu ya magonjwa mbalimbali mbali. Lakini pia faida nyingine, kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu. Kama una kiwango una sukari, basi ina, uh mbazi huwa ina kiwango kidogo ambacho tunasema a, a, tunasema glycemic index ya chini sana, ambayo ina maanisha kusaidia kupunguza ongezeko la ghafla la sukari kwenye kwenye damu. Kwa hiyo utatumia mbaazi, ni nzuri, inachangam inatatua changamoto a, ya kiwango cha sukari kwenye damu. Lakini pia inaboresha afya ya moyo, afya ya moyo, kwa sababu kuna potassium, kuna magnesium ambayo ni nzuri katika kulinda moyo juu ya shinikizo la damu, lakini pia kurahisisha kuhakikisha mzunguko mzuri wa damu na kuweza kuondoa uh, bad cholesterol ambayo tunaita uh, LDL ambayo tunasema ni cholesterol mbaya au mafuta uh, mabaya, hivyo kusaidia afya nzuri uh, ya moyo, lakini pia nasaidia katika kuimarisha mfumo wa usagaji wa uh, chakula. Kwa nini? Kwa sababu kuna fiber. Kwa hiyo kuna fiber, basi inapunguza tatizo la kutofunga choo, lakini pia inaimarisha ule mfumo wa uh, usagaji na mmeng'enyaji uh, wa chakula. Kwa hiyo hizo ndo baadhi pia ya faida ambayo itaipata kwenye upande wa mfumo wa usagaji wa chakula, lakini ina sifa za kupambana na uvimbe, inflammation, tokea au uvimbe uh, wote uh, au inflammation, basi na antioxidants uh, ambazo hausaidia uh, kupunguza uchochezi uchochezi kwa, kwa watu ambao mna yuliki asidi mna asi yuliki asidi mna gauti baridi ya bisi cho kitu kimoja, basi hakikisha mnatumia mbazi zitausaidia kuondokana na changamoto. Inaboresha afya ya ngozi, inaboresha afya ya ngozi. Kwa nini? Kuna vitamini A na vitamini, vitamini A ina, ina zinki lakini pia ina C, kwa sababu inakuza seli mpya ndani ya mwili wa binadamu, kwa hiyo inatumika kutibu amichubuko na majeraha. Lakini faida nyingine, inalinda afya ya mifupa. Kwa watu ambao mna changamoto ya mifupa, basi mbaazi ina kalsiamu na fosforasi, ambayo ni madini muhimu katika afya ya mifupa na meno. Kwa hiyo kuzuia upungufu wa mifupa na matatizo ya mifupa, basi tumia mbaazi itakusaidia kuondokana na hiyo changamoto, lakini pia kwa ni, kio, eh, ni chanzo kimojawapo cha protini. Kwenye video ambazo zimepita tumeshaelezea ah, faida za protini, kwa hiyo ina protini ya kutosha, kwa hiyo ni muhimu katika kujenga tishu, kukuza misuli. Lakini ah, wako wanaotumia kama lishe ya mboga mboga, kwa hiyo ni kiwango, inaongeza kiwango kikubwa cha protini katika mwili wa binadamu. Lakini pia ah, inasaidia ah, kupunguza hatari ya magonjwa ya saratani kwa wale watu ambao wana magonjwa ya saratani, inazuia uharibifu wa seli moja kwa moja. Kwa hiyo kisharibika kwa seli ya, kama seli zimeshaharibika na kuteleteza saratani, basi tumia mbaazi, ni nzuri sana katika kudhibiti changamoto ya saratani. Lakini pia inatumika ina, ina kudhibiti shinikizo la damu, shinikizo la damu, kwa sababu kuna potassium, kuna magnesium ambayo inasaidia kudhibiti shinikizo la damu, basi hivyo aupunguza yale magonjwa ya moyo. Ni kwa nini? Kwa sababu ina fiber, ina protein na vitamins na madini muhimu kwenye huo mti wa mbaazi. Tuambie hapo chini wewe umepata faida gani kutokana na huu mmea au na mti wa mbaazi. Tunasema shares caring, lakini kwa wale watu ambao wanatoka usaa